Naitwa Atilio Mbungu, nafanya kazi hapa Ilula Orphans Program kama meneja wa miradi ya maendeleo endelevu na jumuishi ambayo inafadhiliwa na Norwegian Church Aid. Aa, leo tumekuwa na nafasi nzuri ya kukutana na wanafunzi wa The Lord's Hill Secondary School kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali hasa inayohusu ukatili wa kijinsia kwa njia ya kupitia mtandao. Zoezi la leo limekuwa zuri sana kwa sababu ushiriki wa wanafunzi umekuwa mkubwa na wenzetu Norwegian Church Aid wamekuwa na sisi kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao kutoa elimu hii kwa jamii. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba hawa wenzetu ambao wanakuwa wanaelewa na, aina mbalimbali za ukatili kwa njia wanaweza kupata kupitia mtandao. Sisi kama IOP tunawashukuru sana NCA, kwa sababu tunashirikiana nao katika maeneo mbalimbali kama hivi tuna klabu za shule ambazo zinapambana na, na ukatili wa kijinsia lakini pia tunashughulika nao kwenye mambo ya maendeleo ya uchumi na usalama wa chakula, mambo ya mazingira, lakini pia na utawala bora. Tunawashukuru sana kwa kuwa nasi leo, asante sana. Kwa majina naitwa Nizar Selemani Mtanga, nafanya kazi Norwegian Church Aid, kama afisa uchechemuzi na mawasiliano. Kwa kweli leo tumekuwa na mdahalo mzuri sana na vijana vijana wa hapa The Lord's Hill Secondary School uh, tumeweza kupata na kuelewa wameza vijana wameweza kushare experience zao kuhusiana na ukatili wa uh, kidijitali, uh, lakini pia tumeweza kutoa elimu ya masuala ya ukatili wa kijinsia na jinsi gani ya kuweza kupambana na ukatili wa kijinsia wapi wanaweza kwenda kuripoti. Kwa kweli imekuwa mjadala mzuri sana na nafikiri vijana wameweza kujifunza zaidi. Kitu ambacho nimejifunza kwamba vijana wanatumia kweli mitandao, wanatumia mitandao kujifunza, kuwasiliana, lakini pia wameweza kusema kwamba kipindi hichi cha likizo wanapewa package, ambao wakienda nyumbani wanazitumia, wanatumia mitandao kuweza kupata taarifa, lakini pia wanatumia wana, wana ingia kwenye mitandao ku participate kwenye hizi TikTok challenges uh, wana experience a lot of bullying huko kwenye hizo uh, comment, eh, wakati mwingine zinawanyongonyeza na pia kuwafanya wakose kujiamini. Kwa jina najulikana kama Mwalimu Titus Patric, ni mkuu wa shule shule ya sekondari The Lord's Hill na ni wakati huu napenda kutumia kwanza kipekee kutoa shukrani zangu za dhati katika shirika la NCA ambao wakishirikiana na uongozi wa IOP ambao siku ya leo wametuletea mdahalo ambao ulikuwa unalenga unyanyasaji wa kijinsia kupitia uh, mitandaoni ama kidigitali. Lakini mdahalo huu umekuwa ni mdahalo mzuri na umefana kweli kweli, na tunashukuru ya kwamba umekuja kwa wakati wake, kwani sisi kama kiwanda cha wataalamu The Lord's Hill tuna mpango wa kuwa na darasa la kidijitali, kwa sababu dunia inakwenda mbio sana na mambo yote sasa yamewekwa kiganjani kwa watoto katika generation hii, hususan ya Gen Z, tunajua kwamba ni generation ambayo inatumia sana digital. Kwa hiyo wako kidijitali, kwa hiyo ili tuendane na kasi yao tumeamua pia kuliweka kuandaa darasa la kidijitali katika shule yetu ili watoto wetu waendelee kujifunza katika upana wake. Lakini hii elimu imekuja kwa siku ya leo, tunashukuru ya kwamba imekuja elimu kwa wakati wake, ili kwamba waweze kutambua kila kitu kizuri lazima kina faida na hasara, ili waweze kujikita kwenye faida na, kuepuka, na kuepuka zile hasara ambazo zinaweza zikasababishwa na mitandao. Kwa hiyo ni shukrani zetu za dhati, tunawashukuru sana sana, na hakika kwa generation inayokuja na kwa darasa tunaloandaa, tutakuwa na watoto ambao watakuwa wameelimika sana. Asanteni sana, karibuni um, The Lord's Hill once again um, themaina anaita Abas Abas mjenzi ni mwanafunzi wa The Lord's Hill Secondary School. Pia leo tukuwa tuna mdahalo na leo tumejifunza vitu vingi Vitu ambavyo nimejifunza leo ni kama nini, maana ya ukatili wa kijinsia, aina za ukatili wa kijinsia ni maana ukatili wa kijinsia, ukatili kijinsia kupitia kimitandao kwa kiuchumi, um, kimwili, hata hata kisaikolojia pia. Na tumeona kuna madhara mengi ya ukatili wa kijinsia kama unaweza ukakosa ukakosa confidence, ukakosa self esteem, inaweza pia ikakusababisha magonjwa magonjwa kwa mfano magonjwa ya ngono. Kwa hiyo ni ni hatari sana katika maisha ya binadamu. Asante.